Wa Tanzania na Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi kuapishwa kuwa rais wa Zanzibar pamoja na wabunge wote wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wajumbe, na wajumbe wa baraza la wawakilishi. Nawapongeza wanawake wa Tanzania kwa kujitokeza kwa wingi kupiga kura tarehe 29 mwezi wa kumi, na kipekee ninawashukuru viongozi wa UWT ngazi mbalimbali mbali, kupitia kamati zetu za ushindi kikanda mikoa wilaya, kata, tawi, kwa kazi nzuri ya kutafuta kura za mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hasani. CCM oyee! Hongereni sana mama zangu, hakika mlifanya kazi kubwa. Ushindi aliyopata Dr. Samia Suluhu Hasani asilimia kubwa unatokana na wanawake Siseme watu waseme wasiseme, mikakati na mipango iliyokuwa imepangwa na Umoja wa Wanawake Tanzania iliwezesha kwenda kufika hadi chini kule kwa balozi, kwenda kumtafuta mwanamke mwenye shahada ya kupiga kura. Iliwezesha kwenda kuwafuata wanawake wale wenye shahada watoke kwenda kupiga kura. Iliwezesha kuhakikisha kwamba kila aliyejiandikisha kama ni mwanamke kama ni mwanamume kama ni mtoto, mliwafuata kwenda wakapiga kura. Kwa wale wanaosema kura hazikupigwa washindwa na walegee. Wanawake walitoka kwa wingi kwenda kupiga kura. Sisiemu tunauhakika, kwa sababu tulijipanga na kila kundi lilijipanga. Kila mtu alitoka, na tulikubaliana tutoke asubuhi na mapema, na ndivyo ilivyokuwa. Tuliwapiga bao asubuhi na mapema. Sisemu oye! Wanawake oye! Baraza oye! Wabunge oye! Wawakilishi oye! Ndugu waheshimiwa wajumbe wa baraza hili, kampeni ya urais ya mwaka 2025 zilikuwa na mvuto wa kipekee, zilikuwa nzuri za kisasa na kwa kweli hazijapata kutokea. Hakika mama ni mama, hana mpinzani. Tunakipongeza kipo, tuna chama chetu kwa kujipanga na kuratibu kampeni za 2025 vizuri sana kwa kuwa katibu mkuu wetu mheshimiwa Dr. Asha Rose Migiro ndio alikuwa mratibu mkuu wa kampeni na kwa kuwa amekuwa historia kuwa katibu mkuu wa kwanza mwanamke kuratibu kampeni za mgombea urais kwa mara ya kwanza mwanamke kusimamishwa na sisi tangu mfumo wa vyama vingi na hatimaye Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan akashinda nafasi ya urais kwa kishindo wa asilimia 97.66. Hivyo, kamati ya utekelezaji ya baraza kuu kwa niaba ya wanawake wote imeandaa tuzo maalum kwa Mheshimiwa Dkt. Asha Rose Migiro kwa kuteuliwa kuwa katibu mkuu wa kwanza mwanamke na utendaji uliotukuka. Sasa katika kipindi cha kampeni za uchaguzi mkuu 2025, Dkt. Rose Nigiro, oye! Wajumbe wa baraza oye! oye. Wajumbe wa baraza, oye. oye. UWT, moto moto oye!